Wandani wa serikali ya Kenya Kwanza kutoka eneo la magharibi, hasa waliokuwa wameandamana na Rais William Ruto katika ibada ya madhehebu mbalimbali katika kaunti ya Kakamega, wameendeleza shutuma zao kwa viongozi wa upinzani, wakiwataja kuwa viongozi wanaoendeleza ajenda ya kuwagawanya Wakenya kupitia siasa chafu. Ule alikuwa mono yangu bunge ule wa Mnyoro, hata gawanya sisi Waluya. Sisi tutaungana nyuma ya Moses Wetangula na magavana wetu wakiongozwa na gavana Baraza, na sisi 2027 tuko nyuma ya William Samoi Ruto. Ile pesa ambayo mheshimiwa rais ameekeza katika hii rejioni yote kwa bajeti yake ya miaka mbili inashinda ile bajeti ile ambayo watu wa ule wanasemanga sisi ni cousins waliweka kwa bajeti hiyo miaka karibu tano. Mimi nasema hivi rais Afadhali rafiki ambaye anakujali, afadhali jirani ambaye anakujali, afadhali shemeji ambaye anakujali kuliko cousin ambaye hakujali. Kuna watu wameangalia, wanataka kupata mamlaka kwa njia zisizofaa, na wameona njia zote zimefungika. Wamejaribu kutembea, wameona kila pahali imekataa, na sasa wanataka nchi yetu imwage damu. Wengine wametutangazia vita na kanisa, tusipojitokeza kuombea nchi yetu, nchi yetu itaangamia. Hii opposition ya Kenya hii ni ya mdomo tu. Ukiwauliza ajenda yenu ni nini, hatutaki kutoa William Ruto kwa power, na wana ajenda. Ukiuliza William Ruto, ajenda yako ni nini, anasema sha watoto wa, watu wa Kenya wapate matibabu. Ukiuliza e, Ruto, ajenda yako ya pili ni nini? barabara ili wananchi wapite sawasawa na masao yao. Na hao wanasema tunataka kumtoa kwa power. Unamtoa na sisi tumeamua, yeye anaenda miaka kumi. Kuna jamaa wa shares ambaye alikuwa anasema ati sisi, anasema ati sisi tupewe 30% anasema vitu zingine zote ziende huko kwao. Ile wakati alikuwa Deputy President, books of account inaonyesha yeye ndiye alidhulumu wa Kenya, akasema kila kitu iende wapi? Kwao. Sasa mtu kama huyo nyinyi mnataka tena mmuunge mkono atudanganye mara ya pili? Sisi tunakubali kushikana na baba na President Ruto tufanye kazi pamo. Sisi kama jamii viongozi tunajua rais wetu kuanzia saa hii mpaka 2032. Nende President Ruto abandu yeah. babungoma avandu bakakamega avandu babusia avandu vavihiga avandu vatranzoya Kenya yosi